Mwambie jirani yako maneno ni kama vumbi. Unajua maana yake nini? Yaani maneno anasema kama vumbi, yani maana yake wewe ukitoka ukirudi, unaoga kwa sababu, na ukioga uchafu utakutoka. Na maneno yanayotamkwa kwenye maisha yako kila siku unatakiwa uyashughulikie, kwa sababu wewe unatoka saizi unaenda kazini, unapotoka kazini unarudi nyumbani, kuna maneno watu wanakutamkia alio mabaya. Anajiona, Anajifanya biashara yake inaenda, anajifanya amepandishwa cheo, anajikuta yeye tajiri. Kuna maneno watu wanatamka mabaya kwenye maisha yako. Sasa maneno kila siku unatakiwa kuyashughulikia, kwa sababu wapo watu wanaokutamkia maneno mabaya kwenye maisha yako, na hayo maneno wanaokutamkia kwenye maisha yako hayatakiwi kutimiza neno baya walilokutamkia. Kanisa la Bwana sema amina, kanisa la Bwana sema amina. Tuyashughulikie maneno tusiyashughulikie Nasema tuyashughulikie maneno, tusiyashughulikie? Ndiyo, na wiki hii tutayashughulikia maneno, na nakutangazia, hakuna neno baya litakalobaki kwenye maisha yako ambalo maadui zako wamekutamkia. Wao wamekutamkia kuzimu, wao wamekutamkia kwenye vizimba vya wachawi, wao wamekutamkia kwenye madhabahu za waganga. Tutapita na damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya Yesu Kristo itakwenda kunena mema kinyume na laana zao, kinyume na maneno yao, kinyume na manuizo yao, kinyume na maapizo yao, tutasimama na damu ya Yesu. Sema amen.